Siku chache baada ya mkuu wa majeshi Charles Kahariri kuonya wanaoendeleza semi za kutaka kumwondoa rais William Ruto mamlakani visivyo. Wakati watu wanaamua kwamba atumechoka na hii serikali na mulichagua wenyewe, alafu mnasema must go, must go. That must go must be done according to the constitution. Si ni kweli? Sasa waziri wa usalama wa ndani Onesmus Kipchumba Murkomen amesema kuna taratibu za kisheria za kuondoa viongozi mamlakani na kuonya wote wanaendeleza semi hizi katika mitandao ya kijamii kuwa watakabiliwa kwa mujibu wa sheria. We have to warn ourselves as a nation that we must do our things in order. Tukifanya elections, kuna njia ya kwenda kutoa watu kwa kwa, kwa viti. Mtu akikosea, kuna njia ya impeachment. Forget about this thing you are answering the uh, Chief of Defense Forces and the NIS Director, those two gentlemen are speaking from information Waziri Murkomen akiwataja vijana wale wanaowatusi viongozi katika mitandao ya kijamii kuwa chini uraibu wa dawa za kulevya au maradhi ya kiakili ambapo aliwataka wananchi kushirikiana na viongozi serikalini ili kumaliza ulanguzi wa dawa za kulevya. Sometimes we mtu mkubwa mzima unang'ang'ana, unatafuta hiyo mtu kwa social media, nasema amenituzi atuzi, only to go and find, this is a extremely destroyed young person. Hata atoki nyumba akibaini. Kuendapo pombe haramu dawa nyingine za kulevya zitapatikana katika eneo la utawala, basi chifu eneo hilo pamoja na naibu wake wataachishwa kazi akiongeza kuwa atapigana na walanguzi wote wa dawa za kulevya na haiwezekani kwamba pombe haramu itaendelea kuuzwa kwa vile joyote bila chief kujua, ama assistant chief. Na tumesema tukipata pombe haramu, madawa ya kulevya ambayo inauzwa kwa location ama sublocation, yote yenye chief ako na aja report na ana written report kusema kwamba we need enforcement here Alizungumza haya alipohudhuri baada ya Jumapili katika kanisa la AIC Makutano, kaunti ya Meru. Ukisikia okay, tukisema tunatoa miraa kama sandaka kanisani, si mchezo tunatoa. Mimi am a minister wa Methodist, na this region, backbone ya economy ni miraa. Tukubali. Tukatae na miraa. Si mojawapo ya ndawa za kulevya, miraa ni baraka kwa Wameru. Isaac Musioka, Undugu TV.